Naam, hali gani mtazamaji wa Global TV Online, ifuatayo news update. Jina langu unaitwa Esther Msofe. Wakati rais wa Simba Evans Aveva jana Alhamisi alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza kufuatia kuugua kwa muda mrefu, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru imeiomba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kubadilisha hati ya mashtaka ya kesi hiyo kwa kuwa pia kuna mshtakiwa mwingine anaongezwa. Aveva jana alifikishwa mahakamani hapo kwa mara ya kwanza baada ya kulazwa kwa muda mrefu katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili kabla ya ushahidi wa kesi hiyo kukamilika. Kiongozi huyo anakabiliwa na mashtaka matano yakiwemo kughushi, kuwasilisha nyaraka ya uongo na kutakatisha fedha kiasi cha dola laki tatu za Kimarekani akiwa na makamu wake Godfrey Nyange maarufu Kaburu. Global TV Online ambayo ilikuwepo mahakamani hapo ilimshuhudia Aveva na Kaburu wakiwa chini ya ulinzi wa askari wa jeshi la polisi ya magereza, akitembea kwa kuchechemea huku akiwa ameshikwa mkono kutokana na afya yake kutokamilika vizuri, katika kesi hiyo ambayo inasikilizwa na hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya Kisutu Thomas Simba. Wakili wa Takukuru leo Swai alieleza mahakama hiyo kuwa kesi hiyo ilikuja kwa ajili wa kusomeo ya washtakiwa kusomea maelezo ya awali baada ya upelelezi kukamilika. Wakili Swai aliendelea kwa kuomba mahakama Hairisho fupi kwa kuwa anatarajia kufanya mabadiliko ya hati ya mashtaka kwa kutaka kumwongeza mshtakiwa mmoja ili waweze kuendelea na kesi hiyo. Hakimu Simba alikubali hombi hilo na kutangaza kuiyarisha kesi hiyo hadi Aprili 12 mwaka huu kwa ajili ya upande wa mashtaka kufanya mabadiliko hayo na washtakiwa kusomewa maelezo ya awali. Na hiyo ni news update kutoka hapa Global TV Online. Usahau kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. YouTube channel yetu ni Global TV Online. Subscribe ili upate vitu kama hivi. Asante na kwaheri.